Unapoona ng'ombe amenona kwenye ndoto ni ishara ya kwamba mafanikio yapo karibu kwenye maisha yako, soon unaenda kutoka kwenye hali ya umasikini au kwenye maisha magumu na kwenda kushine, unaenda kufanikiwa. Lakini unapoota labda ng'ombe wa njano, ni ishara pia unaenda kufanikiwa kwa mafanikio makubwa sana, unaenda kujikwamua kwenye hali ngumu ya maisha. Kwenye nyatoa nyingine, unapoona umeota ng'ombe mwekundu yani, mwenye rangi nyekundu, manake ni kwamba eh, kuna magonjwa yaliyokusumbua yali kwa muda yanaenda kukoma kabisa, utakuwa kundu, ni mzima. Lakini mwanamke unapoota ng'ombe mwekundu ni ishara kwamba hivi suni unaenda kupokea bebi, upokea mtoto ambaye huyo atakuwa na furaha kweli, atakufanya na furaha sana. Lakini pia unapoona wewe mwanamke uh, mwanamke anachinja ndama Eh, kwenye ndoto ujue soon you are going to be married by a rich man. Uenda kuolewa na mtu mwenye pesa zake tajiri. Enjoy, enjoy, enjoy. Enjoy, enjoy.